Naam, tukielekea huko mkoani Kigoma, waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa George Simba Chawene amewaomba viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini wasikubali kushawishiwa na wanasiasa kuingia kwenye malumbano ya kisiasa ambayo imekuwa chanzo cha kuvunjika kwa amani na utulivu duniani hasa katika bara la Afrika. Akitoa hotuba katika maadhimisho ya miaka hamsini ya jubilii tangu kuanzishwa kwa dayosisi ya Western Tanganyika, kanisa la Anglikana mjini Kasulu, waziri Simba Chawene amewasihi viongozi wa madhehebu ya dini kuendeleza ushirikiano na serikali kwa kuweka mazingira salama ya kuijenga jamii na kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Doto Elias kutoka Kigoma. Kilele cha maadhimisho ya miaka hamsini ya jubilei tangu kuanzishwa kwa dayosisi ya Western Tanganyika kanisa Anglikana yamefanyika katika kiwanja cha umoja mjini Kasulu, ambapo nyimbo mbalimbali za kuombea viongozi wa nchi, mahubiri na hotuba zilizowahimiza Watanzania kudumisha amani, umoja, upendo na kufanya kazi kwa bidii zimetolewa. Kwanza ni kwaya kuhubiri neno la Mungu, askofu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania, Daktari Jacobo Chimeledia akawataka waumini na jamii kwa ujumla kuweka alama ya upendo, amani na utulivu. Kuweka alama kwa kutengeneza maisha yako, uwe na uhusiano mzuri na Mungu wako kwa kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Weka alama. Mn, kwa sababu mlijenga na kudumisha amani na ndio maana hayo yote mmeyafanya. Na pia askofu Chimelegia akatoa ujumbe kwa vijana kwa vijana, tuache kucheza poo, tufanye kazi kwa bidii, tuache kulalamika kwamba unajua Tathmini ya mafanikio ya miaka hamsini ya jubilei ikatolewa na askofu wa dayosisi ya Western Tanganyika Sadok Makaya. Akitoa hotuba yake, waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI George Simbachawene akatoa rai kwa viongozi wa, wa madhehebu ya dini. Ni wajibu wa kila mmoja kushiriki katika kulinda amani ya nchi yetu. Chokochoko zinazotishia amani popote kwa duniani na hatimaye kuziingiza nchi kwenye, kwenye machafuko huanza kama mzaha na msukumo wake mkubwa huwa ni tamaa pengine so, nyinyi viongozi wa dini ni vizuri mkanizuia sana katika usku kuingia katika chokochoko -choko za kisiasa. Huko ndiko ambako mambo yakiharibika hakuna amaytasai ya hata mmoja lakini, tujiulize kwa ujumla faida tunayoipata kwa kuwa na msimamo mkali wa jambo fulani, mwisho wake ni hasara kwa watu wote na baadaye ni majuto, maana amani ikitoweka